Kuhusu ugonjwa wa damu kutoganda. Zaidi ya wagonjwa elfu nne wanaoishi na ugonjwa wa damu kukosa kuganda almaarufu hemophilia hawapokei matibabu na wala hawajatambuliwa, huku wagonjwa elfu moja pekee ndio wanaopata matibabu ya ugonjwa huo usiotambuliwa japo ni sugu. Kwa mujibu wa wagonjwa wa shirika la himofilia nchini, mgonjwa wa himofilia anahitaji kati ya shilingi elfu 50 na shilingi elfu 300 ili kupata matibabu hii ni licha ya kuwa visa vya himofilia au damu kukosa kuganda vinaweza kuzuiliwa na kuokoa maisha ya waathiriwa ambao huvuja damu kupita kiasi na wengine hata kuaga. You can imagine road accidents, tunapoteza watu wangapi ambao hatukuwa wajua ya kwamba ni wako na bleeding disorder. You can imagine wangapi tunapoteza wakati wa circumcision. Na unajua siku hizi circumcision, wengine wana circumcision huko reserve Wamasai wengi wanapoteza maisha, wanatairiwa. Tuko na traditional circumcisors who does not understand anything to do. Wanashangaa tu, huyu mtu amebleed to death, anaanza kutafuta makosa, anaanza kusema huyu mtu alikuwa na laana, alikuwa na nini. So tafadhali, jameni, serikali inawasii kabisa, hebu tutimize hii ahadi. Waathiriwa wakieleza masaibu yao ya kuishi na ugonjwa huu. We tell the boys not to fight other boys even in school. We tell the boys not to play football. Football is not our game. That is the motto we have said. Football is not our game because we'll be hurt and we will bleed. But we can do swimming, we can do chess, we can do the games that we are doing while sitting. Otherwise, the, the figures ones, we can't. Aidha, licha ya serikali kuahidi kutenga shilingi milioni mia tano kila mwaka kushughulikia wagonjwa hawa bado hilo ni ndoto, you know, so sasa ipo haja ya kuweka mikakati kabambe ili kuokoa maisha. We want to train We want a channel funds through the Kenya National Hospital for streamlined procurement and distribution of factor. Robi Chacha Runinga ya K24. Na kwingineko Rais William Ruto ametangaza